Ni semaji la kafu ambalo linatoka katika klabu ya wekundu wa msimbazi Simba. Tukimzungumzia msemaji huyu afisa habari Ahamed Aly katika klabu ya Simba ameendelea kuwa na kifua mbele kutokana na timu hivi sasa kuonesha e, ubora mkubwa katika e, uwanja lakini pia na matokeo ambayo inayapata katika msimu huu. Simba imeanza vizuri kabisa katika msimu huu lakini pia Ahmed Ali amezungumza kuwa ni wakati sasa wa kuipandisha thamani eh, klabu ya Simba kutokana na eh, usajili mkubwa ambao imeufanya katika msimu huu, lakini uwekezaji mkubwa ambao upo katika klabu ya Simba. Kwa hivi amesema Simba kwa sasa imepanda thamani kubwa sana kutokana na ubora wa wachezaji ambao iko nao katika msimu huu, lakini pia amezungumza katika mechi ya marudiano ambayo inachezwa uwanja wa Mkapa pale jijini Dar es Salaam. Lakini eh, mchezo huu mara ya kwanza Simba basi ameweza kuibuka na ushindi wa magoli matatu na timu ya msingizini ambayo hii imekuwa na ubora mkubwa pia, nayo imeonyesha ushindani mkubwa katika michuano hii ya klabu bingwa katika raundi ya kwanza, lakini raundi ya pili Simba anakwenda kuicheza pale uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, lakini pia anahitaji mashabiki wengi sana wajitokeze kwa wingi na kuweza kununua tiketi e, kwa wingi. Lakini pia amesema kununua tiketi ni wajibu wa kila shabiki wa Simba kutokana na ubora wa wachezaji ambao wapo katika klabu ya Simba, ili uweze kumwona Jean Charles Ahoua akitoa pasi zake e, nzuri kabisa basi hakikisha umenunua tiketi. Amesema wachezaji wana ubora mkubwa, hawawezi ukatoka eti kama mshabiki na kwenda uwanja wa Mkapa kumwangalia bure Jonathan Soa akitoa pasi zake za visigino, lakini pia Neo Maema uweze ukatoka na kwenda kumwangalia eh, bule katika uwanja wa Mkapa, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hivyo akiwasii mashabiki kununua tiketi kwa wingi zaidi, ili kuweza kwenda kushuhudia wachezaji hawa wenye uwezo mkubwa katika klabu ya Simba. Nikukumbushe kwa wewe ambaye umetembelea chaneli hii yakisha, umeungana nasi kwa kubonyeza maneno hayo ambayo yanasomeka subscribe. Maneno haya yako chini ya video yako bonyeza maneno hayo, itatokea kengele. Bonyeza moja kwa moja, unaunganishwa wewe kuwa mwanahabari mkubwa sana katika chaneli hii. Lakini pia kwa kubonyeza maneno hayo kisha na kubonyeza kengele, unakuwa wa kwanza kabisa kupokea notification mpya ambayo itakuwa inajili katika chaneli hii. Asante sana mdau, mtazamaji wa chaneli yetu hii pendwa.